Kwa hiyo hebu tukumbushe ile siku ya kwanza, umepeleka hadithi yako mm. pale, kwenye ile kwenye gazeti la majira Uhuru. Uhuru. gazeti la Uhuru mm. umepeleka hadithi yako pale, ilikuwaje na walikuamini vipi? Niliandika kwanza kwa mkono mm. karatasi za daftari zile, nikaandika, nilivyopeleka pale, nilivyopanda, unataka kumwona nani? Kama nataka kumuona tu mwalili, nimeleta hadithi. Ah, wakanishangaa shangaa, lakini Unajua, zamani kidogo kulikuwa vipaji vinathaminiwa sana mm. hata ukisikiliza musicians wengi sana au wa muziki ya dance mm, wengi walikuwa wanaweza wakaingia tu sehemu kirahisi na wakafanikiwa kuliko wasiku hizo na struggle sana sisi mm. kidogo tulikuwa na hiyo nafasi mm. kwa nivyofika pale akanipokea. Kuna mzee mmoja sio alikuwa anaita nani, namkumbuka. Chumba chake kilikuwa kikubwa hivi. Karibu, umeleta nini? Akaja akaangalia, nzuri, ah, nzuri ya, kwa kalamu ya wino nzuri sana basi, sawa. Ikakaa wiki moja mbili, ikachapishwa. Nilifurahi sana hiyo siku ah. Ah, nilifurahi sanaafu <laughs> hata e, sikujua kama kuna kulipwa. Kwa hiyo nikaandika ile, nikaandika ya pili. Sasa nikawa nampelekea dada mmoja anachapa kwenye typewriter, nikapeleka kule, alafu nikagundua kwamba ilivyokuwa ikitoka ilikuwa na mabadiliko machache sana yani hata editing ilikuwa nafanywa kidogo sana. Mm. Yani zilikuwa kama zilivyo. Kwa hiyo mzee akawa ananisimulia hadithi sana, mama akawa ananisimulia sana hadithi. Yani walijua mimi napenda sana hivyo vitu. Ndio. Kwa hiyo na mimi zile hadithi nazichukua, labda nyingine natunga mwenyewe, nyingine nachukua za kwao. Basi nikawa napeleka. Zikawa zinatoka. Baadaye niliona nikagundua kumbe kuna kulipwa. Wakanilipa, ilikuwa shilingi ngapi ya kwanza? Ilikuwa si shilingi 4000. Ah, sasa nilifurahi sana. 4000. Huko darasa la ngapi hapo? Alafu sasa, maana ilikuwa darasa nne, mwisho ilikuwa darasa tano, ilikuwa ni mwaka 80 na themanini... themanini nane, nane. E. Okay. Ilikuwa hela nyingi sana, sijui e, kwangu, lakini ilikuwa ilikuwa hela nyingi ilikuwa